Wewe tulipomaanisha unaonekana ubao wewe tulimaanisha. Huwezi kupata pointi tatu mja mkaba burudani tunataka tuone burudani. Huwezi kuleta mpira wa kucheza dakika 60 ili mpira uisha, haiko hivyo. Niliwaambia hata asubuhi, ngambia milioni 100 watapata, lakini wanatakiwa kupambana. Milioni 100 haipatikani kizembe hivyo, kwa nadhani ubaya ubora. Milioni 100 haiwezi kuja kirahisi mbele ya Simba. Tunataka pointi tatu, haishi mpaka mwisho. Ah, walikuwa wameahidiwa na naona leo wamecheza mpira wawewe, kulala, kutawa, lekini, wa hivyo kulala kutaka kuumiza watu, lakini mwisho wameumia wao. Performance ya Simba imeonekana kwa chini, imekufurahisha na wewe? Hiyo mipango ya kocha, mipango ya kocha. Tuna game nyingi sasa hivi kabla ya kwenda finali, kwa hiyo mwisho wa siku lazima ufanye wachezaji wacheze kwa kupumzika, kwa sababu kienda unaweza kupoteza. Unaona mchezo ambao ambao leo leo mpira mpira wa wa alafu mpira wa hovyo ambao kwenye ndondo ko, cup kwa kwa kwa hiyo kocha Fadlu aliwaambia wacheze kwa kuangalia, wanalinda viwango vyao. Mwisho wa siku tutatumia nguvu nyingi mechi moja, mechi ijayo mechi mechi moja ijayo utapoteza. Na waambia mashujaa, hii mechi ya simba leo inawasababisha washuke wa daraja sababu zote wanaenda kugongwa. Kuchukua tahadhari kuelekea katika mchezo huu, ikiwa mkikutana na hawa, mechi inakuwa gangumu. Tunashuhudia hata mchezo uliopita raundi ya kwanza mmekwenda kupata goli, si dakika za jioni, dakika za magharibi. Ah, ya leo ah, hizi mechi zimeshakuwa tatu ni looh ya funzo ambalo viongozi wanataka wajifunze. Mechi ya kwanza kama hii nadhani imekopi na kupesi mechi ya Fountain Gate. Hivi hivi kama unaona tumetoka kushinda na Tabora, performance kawa nzuri tukaenjoy tumepita Dodoma pale tukatulia. Tunaenda Fountain Gate kule Manyara, mambo yakawa tofauti kabisa. Kwa hiyo sisi tulichelewa na Tabora, watu wengine wakafanya ubaya ubwela. Leo hii tulikuwa na mechi ya shirikisho, tuko bize na shirikisho, watu wanafanya ubaya ubwela hapa KMC unaona mechi ambavyo ilivyo mashujaa walijua wanacho ambacho wamekifanya, wamejua ambacho kilipo, lakini mwaka huu tulitangaza ubaya wa bwia. Vyovyote utakavyokuja uje na mbinu zote mnyama, nataka point 3. Kuna namna kama Marefa, alikuwa upande wenu, hakukua na namna ya kuwa upande wetu. Marefa amejaribu kucheza kwa kuangalia mechi na atakwaje, cheze. Niliwaambia watu Lefa bora sana ambaye amechezesha, lazima performance ya mpira iwepo, kuchelewesha mla bila sababu. Leo mpira unatoka nje kipa na urudisha ndani, unamlaumu lefa mtarekao kama Messi akiguswa tu lefa. Ah, mchezaji mkubwa ni lazima awe na mbinu hizo, yani, mchezaji mkubwa lazima awe na mbinu hizo.

kutosha ndio uwezo alivyo na wasifu. Mashujaa wamepambana, lakini simba anataka point tatu. Sisi hatuna mechi za kulainishwa, wao wanacheza kwa mipango, wana GSM na maana wao wana wanapambana kufa na kupona, kwa sababu leo hii, kama wewe una milioni mia unashindwa kusajili wachezaji wa viwango kukusaidia, milioni mia unaitoa wapi? Haitoki mfukoni kwake, kuna watu wanaompa. Na sisi tuliwaambia mpango wa mwaka huu bayo bwana, tunamfilisi GSM Nata, alikamwe Ati, mzigo tunachapa Nata, yeah. alikamwe alisema kolo bila mikwaju wa penati aweze kupata alama tatu. Penati na leo zipo kwenye utaratibu wa mchezo, ukimkwatua mtu kwenye boksi inawekwa, yani sio utaratibu ambao haupo, na ndio maana yeye anawadanganya watu kusema muungano ni kombe kubwa, aseme shirikisho sio kombe kubwa. Mtoto amebemendwa, akili zake sio sawa. hmm. yeah ile mtoto nini sasa, wale walikuwa wamewakia vikwazo. Nawaambia, yeah. Ubaya ubwela, tulimaanisha wale wa, wapiga zumari akina skrepa wale wa chuma, chuma cha kavu wajiandae. Ubaya ubwela, mwaka huu tumeamua. Tunapotaka pointi tatu tuna lengo letu sasa, lakini kwa hiki ambacho watu wengi wameondoka vichwa chini, wanasema ni kama kuna namna fulani hivi nawatia pressure kuelekea katika mchezo wa fainali na michezo inayokuja. La, la ya Simba mm. haina machawa mm. Si tunataka machao wabaki na mtazamo huo huo, mm. si ataki mtu atukubali, hatutaki mtu atukubali, yani Simba hii toka mwanzo alisema. Mm. Simba ina miaka mitatu labda hii, anaona amepiga kamba mbili leo unamlaumu ah nini? Nasemaje? Sio, bila penalti ni iko kwenye mchezo, ipo kwenye mchezo leo hii. Mimi niseme, ukimlaumu Ateba bila kuwashukuru mabeki wa mashujaa, utakuwa unakosea mpira. Mimi kwa mpira ni wasifu, mabeki wa mashujaa wamecheza perfect. Kocha wa mashujaa mpango wake ume, ume link kwa sababu alijua Simba wana michuano mingi, wana mechi nyingi, watakuja kwa tahadhari. Kwa hiyo akaja informa, kwa hiyo nampongeza. Ukisipompongeza mpinzani, unapiga hapa na kule chuma nani. Umeshuhudia clean sheet, naye anaongoza clean sheet, naye anaongoza. Hakuna mpira wa majaribio, hakuna mpira wa kuandaliwa. Nikwambie bro, mpira unapita kwenye njia za yake hakuna mpira wa kuandaliwa. Mashujaa wamejiandaa kwa hii game mm -hmm. na mimi Simba nimejiandaa. Mashujaa anataka kushuka daraja na yake ya kupambana, lakini mechi hii ndio imemshusha daraja. Utakuja kuniambia mashujaa tayari anaondoka kwa mm -hmm. nini, nguvu za leo yeah. hana tena uwezo kwa sasa. Kinakupa morali namna hii kuelekea katika michezo nao spirit spirit, simba hii hatakuwa na spirit namna hii, timu zote zilizopita simba hii na spirit wakati wao. Nawaza matokeo yatakuwa hivyo, watu wanapambana mpaka toni la mwisho yeah. na kani, hata mechi kule kwao imejirudia yeah. hata hata Kigoma ilikuwa hivi hivi yeah. wao wanaamini mechi imeisha, wanajaribu kum, kumdanganya refa yeah. Waziku wametiwa kamba wanabaki nalia na msimu na, na, na, huu, hmm. Mashujaa nadhani ni timu ambayo imelia mno kuhusu Simba na watahadithia hadithi kwa watu wengine. Mchezaji gani sasa akakufurahisha leo katika wachezaji ambao wamecheza? ah hata kasi huko, watu wanaofungua kesi, wanafungua kesi kwa sababu mtu mmoja hakuwepo mechi ya kwanza, sawa so, huja mkaba mpanzu hupati pointi tatu. Sasa tu ya juu kueleza ndio kilichopo, huja mkaba mpanzu pointi tatu unazipataje? mm. kwa hiyo wahangaike kasi, wanaenda huku wanarudi, pointi tatu huzipati bila kasi, imetokea nini wao wao, wa wametafuta mabaunsa wameenda kasi. Yani, unajua ukiwa na watu ambao fikira zao ni ndogo, wakaona kasi wataenda kumaliza matukio, lakini matokeo yake kasi wamemwambia rudini huko huko mlikotoka, kwa sababu baba wa mpira ni TFF, huwezi kumshitaki TFF, labda umuondoe TFF, ufanye uchaguzi mwingine, na ni kitu ambacho hakipo kwa. Wameenda kasi kutaka huruma ya kuzuia mpanzo, lazima eti wasiandae mechi, wasiandae mechi mpanzo. Wanaye tena, wanaye mara mbili, wana CRDB na wanaye kwenye, wanasema wanacheza dabi, atajacheza dabi na waandishi wa habari. Muongee ukweli na muambie wananchi ukweli mm. Nimeingilia interview ya yule wale wengine wanashabara mchwala kaka yuko pale shahidi. Wanasema sio NBC, ni timu gani wamecheza? ni ligi gani? Muungano, muungano, muungano! Aya, ni muungano. Wanalia <laughs> wale. Kwa hiyo kwao, mwandishi wa habari unakuja na akili yako mbili, simba ni kubwa <laughs> yani wewe ukipotea Uganda, Sudani kule, ukipigwa mabomu Afghanistan, Pakistani, uwe sema tu Simba Sport Tanzania, umerudi. Nikwambie tu, yeah, nikwambie tu ndugu wa Chapesa, ndugu wa Chapesa, nikwambie nikwambie, tuliwaambia tuliwaambia dabi ipo na watacheza, yani wafanye wa, kwa sababu mpira sio wa kwao. Nyimbo wameimba, wameimba nyimbo wakachapisha t-shirt, kwamba wacheze, mwenye mpira ni TFF, mwenye mpira aliwaambia waache sinema Karia aliwaambia waache sinema, na katika utawala wa Karia wao ndio wamenufaika, wamebeba mm. ubingwa wamefika fainali ya shirikisho mm. Unamshitumiji Karia, huna uelewa wa mpira mm. Niseme mm. Hii mechi viongozi wa Yanga wanashindwa kuwaambia ukweli wanachama wao mm. Ukivuliwa nguo chutama, msalaba wa kustiri wana ipi ipi? Kuna ficha kodi namba kodi mm. namba huwezi kuipata mm. Tumekutana nao tuna wiki mbili brother, kutoka kwenye, kwenye, kwenye presizoni mm. mpanzo hayupo mm. si unanielewa? Mpanzo mm. hayupo tumekutana nao wakasana nani nani achezi kuna silaha nje, ahuwa yuko nje mm. amecheza leo burudani iko Msimbazi. Yani watake wastake watahangaika kasi watahangaika kote, ila mm. hawajamkaba mpanzu. Pointi tatu hawana, na ndio kinachowachanganya hicho. Tarehe ya dabi inapangwa uogofu niko wapi? Nani ambaye hataki kuganagomea mechi mm? mimi nilisema mechi ipangwe muda wote, lakini wao wanagoma leo, anakuambia achezi mechi, anawasha basi, anapeleka bunjo, anajitambua mm. sisi tunaitaka dabi na wazambia hawapati pointi tatu bila kumkaba mpanzu Nahibia. lazima beki zao nani huwezi kupata penati bila kuingia kwenye boxi. Tumeshambulia blow faulo zaidi ya kumi na penati nyepesi, penati nyepesi okay. Hakuna jambo nyepesi, ukifanya tukio unaumia tu, ukifanya tukio utaadhibiwa. Nani kasema penati hata tatu? Ulaya watu wanaweka, sisi ndio tuna mazoe hayo, mentality tumeweka kichwani. Naseme kwa stailim, kwa stailim ndugu wa Chapesa, ndugu, ndugu mtangazaji nikwambie, ndugu, hmm, mwandishi na. Tuna waheshimu hmm. Yani, msifate watu wengine wanachoamini, na nyinyi mkafuata hicho. Msifate mtoto aliyebemendwa, amekosa hoja za mpira mm. Yani mtoto aliyebemendwa kakosa hoja za mpira. Hata penati saba zinawekwa sababu Simba ina uwezo yeah. Simba hii ya Mpanzi itakutafuta tu na haishi mpaka ishe, washafikiwa watafichiwa kodi yeah. Fadru mimi namsifu leo, ameficha kodi. Hata hata wapiga zumari wengine hawezi kuielewa hii kodi mm. Na ndio maana leo mpira leo cheza haupo kabisa, na uwezo kuelewa. Acha yupi wa akiba sasa, ukisema labda huyu wa kuingia. Nani? Pia hata kama wamecheza lakini hawajacheza wame katika mipango ya Fadru mm. Wamecheza katika mipango ya Pata Point 3 leo mm. Na ndio maana mwisho dakika za mwisho Ateba anapambana na Mkwala kwenda kutafuta matokeo mwenye mm. Simba yake ambaye sasa hivi ndio ndio MVP ajaye mm. Chazi jani hau hata kwenye sabu wakwe. Tuko nyumbani tu. Tuko nyumbani tu. Tuko nyumbani tu. Kodi namba imefichwa hata watangazaji mwanzo walisema wanatupa asilimia nne yeah. Lakini leo hii, huyo mwenzeta napumua anatafuta alama tatu kafu na mpira ujachezwa mm. Nani wa kulaumiwa? walisema Simba wanaipa asilimia nne za ubingwa ha, leo Yanga anahangaika kasi, unatafuta haki na mpira hujachezwa. Mpira umechezwa wapi? Amekimbiaje? Unanyanyua mizigo, unachukua watu Watandale wanyanyua mizigo na waleta kwenye mpira mm. Wamekosea, wawaambie wanachama wao ukweli. Wale mbuzi. mbuzi watoke wapi? Mbuzi watoke wapi? Mbuzi watoke wapi? Mbuzi wap? mbuzi wat? Wanaweweseka, wanaweweseka. Yule mtu mfupi ambayo wanasema mpanzu, wanaona kama watu saba uwanjani Yaani ile mpanzo akimwangalia, akilala akiamka, wa wakiamka unastuka kama una degedege. Yaani hawezi mpanzo yule, hapo wanahizi mpanzo na watu saba pale. Kwa hiyo ni nikwambie tu hawezi kupata pointi tatu bila kumkaba mpanzo.